Novemba 26 mwaka huu, Bunge la Ulaya limejadili na kupitisha azimio kwa kile kilichoitwa vifo vilivyotokea baada ya uchaguzi mkuu na matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania, ambalo pamoja na madai mengine, azimio hilo limetoa wito kwa Kamisheni ya Umoja wa Ulaya EU ya kusitisha kwa muda utiaji wa saini wa makubaliano ya programu ya ushirikiano baina ya Tanzania na EU kwa mwaka 2025 yenye thamani ya euro milioni 156 kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Thabiti Kombo, fedha ambazo Tanzania ilikuwa na inanufaika nazo ni asilimia kumi pekee ambazo zilikuwa zikitumika katika miradi mitatu ambayo serikali ina uwezo wa kutumia fedha za ndani katika kuigaramia, na kwamba azimio hilo lipo katika hatua ya awali, halijapitishwa kwa utekelezaji. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi juu ya swala hilo. Pesa hizo sio kwa ajili ya bajeti ya serikali, kwa hiyo hazitoathiri bajeti ya serikali wala mishahara ya wafanyakazi wa serikali wala kipato cha mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo jumla, milioni 138.6, asilimia 90 inakwenda kwao, asilimia kumi inakuja Tanzania katika hizo wizara tatu nilizotaja. na na baadhi ya mashirika kampuni NGO, wanaopata subcontract kupitia miradi hiyo wanaweza kuathirika kwa sababu wao wanapewa subcontract na wale wakubwa wa nchi wanachama ambao wanaingia katika hatua nyingine. Kombo amesema kuwa tayari juhudi za mazungumzo zimeanza ili kupata mwafaka katika uwezekano na manufaa yatarajiwa kati ya wadau wa ndani na nje. Tunaamini serikali kwa pamoja na EU tutaendelea kwa majadiliano na balozi wa EU amethibitisha na tayari ametuletea barua ya kukutana na sisi. Mapema asubuhi, waziri Kombo amekutana na mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa nchini, ambapo pamoja na mambo mengine ameeleza namna uchaguzi ulivyofanyika na yaliyotokea Oktoba 29, na pia wamejadili masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na namna ya kuendeleza ushirikiano kwenye miradi ya maendeleo na diplomasia. ameithibitishia dunia na mabalozi wote tutashirikiana nao zaidi na wao wametuthibitishia wanataka kushirikiana zaidi. Kuna wengine wanataka kushirikiana na sisi zaidi katika kuponya kuponya, wanaita healing process. Wamesema wanataka kushirikiana na sisi katika healing process, kuponya. Mabalozi wametuhakikishia watatoa mashirikiano na wameomba kukutana pia na wao na hiyo hiyo hiyo tume ya ya inaitwaje, tume ya uchunguzi eh, tume ya uchunguzi kwa Kiswahili najua mimi inquiry commission au commission ya uchunguzi, wameomba kukutana nayo na sisi, tumeshapata green light katika kuliangalia hili. Azam News imezungumza na wachambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia. kutokuwepo kwa misaada hiyo maanake kutakwenda kupunguza kasi ya yale matarajio ambayo pengine kama nchi ilikuwa imejipanga kwamba ingeweza kufikia eh, kukamilisha malengo pengine ya kubadilisha na kutoka katika matumizi ya nishati hatarishi na kwenda kwenye nishati mbadala ambayo ni safi na salama, yanaweza yakachukua muda mrefu kidogo. Kwa hii ndio mambo ambayo yanaweza yakatarajiwa kwamba yanaweza yakawa ni sehemu ya athari kutokana na kile ambacho kitatokea kita kwa sababu itailazimu sasa serikali uh, kutafuta vyanzo vingine vya fedha ili kuweza kukava hizo nafasi ambazo zitakuwa zimesababishwa zime na kutokuingia kwa huo msaada. Kwa mantiki hiyo, ni kwamba upo uwezekano mkubwa sana wa serikali kulazimika kuongeza wigo wa, wa kukusanya kodi, kwa maana baadhi ya shughuli ambazo pengine zilikuwa zinafanyika bure zitaanza kutozwa kodi na serikali ili kuweza kupata kipato ambacho kitaiwezesha serikali kuweza kuzihudumia hii miradi ya kimaendeleo ambayo ilikuwa inafadhiliwa na wahisani hususan Jumuiya ya Ulaya. Kama ikiridhia na kuamua kufanya hivyo, basi itaweza kuleta e, tuseme hali ya ya sintofahamu katika uchumi wetu, lakini hali ya sintofahamu pia katika uhusiano wa kidiplomasia kati ya Umoja wa Ulaya na Tanzania. Kwa ni kwamba uh, Tanzania inahitaji soko la Ulaya, inahitaji soko la Asia, inahitaji soko la Amerika, inahitaji soko la Afrika. Kwa hiyo linapotokea kwamba kuna mushkeri katika soko mojawapo maana yake ni kwamba eh, tunaweza kuathirika kiuchumi eh, vyovyote vile ambavyo tunaweza kuzungumza, lakini athari lazima zitatokea kwa sababu eh, hii inaweza ikawa ni kama mfano wa kansa kwamba linaanzia eh, linaanzia Ulaya lakini hatujui litaelekea wapi. Aidha, EU ni miongoni mwa wadau muhimu wa wabia wa maendeleo wa muda mrefu wa Tanzania kwa takribani miaka hamsini. Ushirikiano huu umejikita katika nyanja za kiuchumi, biashara, uwekezaji na maendeleo, na pia huduma za kijamii za afya, elimu, maji na nishati. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam. Sasa wacha tutazame kwa muhtasari tu yale ambayo yamejadiliwa na Bunge la Ulaya kuhusu Tanzania. Kwanza kabisa, miongoni mwa yaliyojadiliwa ni pamoja na kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chedema, tundu Lisu, na lingine ni matukio ya watu kutekwa, matukio ya watu kupotea, vurugu ambazo zilijitokeza katika uchaguzi mkuu, yani kabla, wakati na baada ya uchaguzi, pamoja na kuinguliwa kwa wagombea upinzani katika uchaguzi mkuu.